Kama kada ya Chama cha Mapinduzi na msanii ni kwa kiwango gani eh? Chama cha Mapinduzi kimetekeleza ilani yake elfu mbili ishirini ishirini na tano hususana kwenu wasanii? Kwa kiwango kikubwa tunaweza tukasema, kwa sababu katika upande wetu sisi wasanii kuna mikopo ya wasanii. Hapo awali haijawahi kutokea wala haijawahi kuwepo. Kwa hiyo adha ametusaidia kutoa mikopo kwa wasanii lakini vile vile pia umeona tumeshirikishwa kikubwa kuliko hapo kitambo, kwa wasanii wengi kuliko miaka yote. Ukihesabu humu yani hata mia na tupo umare hata eh, pia v kile kiwango pia ni kubwa zaidi. Ukiacha tu hivyo mama amewatoa watu wa hapo wameenda Korea, wameenda kwa wame exposure wanaaka vitu hapa na pale, ambao haijawahi kutokea

wako vizuri sana, mweza kupata nyie, mweza kupata nini kidogo? mambo yapi ambayo unahisi ya kwamba hayakutekelezwa? yeah, okay. Mimi sijaona kwa sababu sili, mama yuko madarakani na muda wake bado haujaisha, kwa hiyo siwezi nikasema kwamba labda hajatekeleza, lakini kuna miradi hajatekeleza, lakini tunapima, kuna miradi ambayo liacha hmm, ameiendeleza na kuimaliza na kuna miradi ya kwa mwenyewe umeelewa, ameianza mengine imeisha, mengine inaendelea. Kwa sababu sijawahi kuona president yoyote katika nchi yoyote kwamba amekuta miradi amemaliza, afu ameifanya ya kwake yeye alio kidogo kwenye ilani akaimaliza yote, hamnaga kitu kama hicho. Kwa experience ambayo mimi nafahamu, ni kwamba atayafanya haya kwa kipindi chake na kuna mingine ataiacha yule mwingine atakayokuja, ataanzia pale wanapokezana hivyo. Hakunaga mtu amemaliza miradi yote ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hata Roma Mare haijajengwa siku moja.